Yes, mambo vipi? Taarifa ambazo nimezipata za uhakika ni kwamba kwenye klabu ya Simba kuna mgogoro mzito unaendelea, na mgogoro huo wote ni sababu ni dabi ya Kariakoo. Yes, tunafahamu kwamba Simba ina pande ina pande, ina pande mbili ina pande ina upande wa wanachama na kuna upande wa wazamini na kiufupi, klabu ya Simba inaendeshwa au wanaochukua nafasi kubwa katika uendeshaji wa klabu za Simba ni upande wa mzamini ambao unazungumziwa kwa maleuji. Sasa kwa taarifa ambazo nimezipata kwa chanzo changu cha cha upekuzi ni upata ni kwamba upande wa uzamini nazungumzia kwa akina modeoji huko wamemaindi sana Simba kwenda kucheza dabi, kwamba wanasema wale waliohusika kwenda kwenye kikao kujadili dabi ichezwe, mbona walikwenda upande wa wanachama peke yao? Je, hawa mzamini hana nafasi wa kusikiliza? Kwa sababu mzamini akisikiliza na yeye atarenji vitu vyake kama matangazo kwenye hiyo eh, katika jezi labda au kwenye mambo mengine yote kwa range. Kwa nini mzamini hakushirikishwa? Yaani ukiacha washabiki complain kwamba dabche, kwenye uongozi kuna mvuruganyiko huo. Kwa nini mzamini hana nafasi? Kwa nini kwenye kikao mzamini akupewa ya heshima yake ya kuwepo? Huo ndo mgogoro ambao upo Simba.